Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Kuna jambo ambalo lilitendeka siku ya Jumanne, tarehe kumi mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita na kama haukukua makini hautaweza kuligundua. Nimeweza kuchukua wakati wangu, nimesoma picha na nakumbuka kipindi ambapo tulipokuwa darasani mwalimu alituambia kwamba wewe kama mwanahabari unaweza ukatunga kisa kutoka kwa picha. Sasa viongozi wa chama cha ODM wamekwisha tua katika kaunti ya Mombasa, mahala ambapo siku ya Jumatano tarhe 11 wanatazamiwa kuja kufanya kikao cha viongozi wa chama cha ODM ili kuzungumzia mtafaruku ambao unazidi kuenea katika chama hicho, mahala ambapo wengine wanataka kuunga William Ruto mkono na wengine wanasema kwamba hapana, lazima ODM iweze kuwa na mgombea wa kiti cha urais. Party leader wa chama cha ODM Oburu Odinga alitua katika kaunti ya Mombasa, akalakiwa na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sherif Nasir, wakaenda kufanya kikao katika mitaa ya Mombasa. Kuna picha tatu ambazo zilitundikwa na gavana huyo wa Mombasa, na hizi picha tatu ziko na maelezo mfano kabla hatujaweza kuzisoma hizi picha kwa undani abdul swamad sherif akaweza kuchapisha akiambatanisha maneno kusema kwamba address the supporter our supporters at the airport and reaffirmed that the coast region stands firmly behind our party leader dr oburu odinga as we embark on a series of engagements across the region we remain united vigilant and clear that we shall not tolerate threats or intimidation from any quarter directed at our leadership the strength of ODM lies in the solidarity of its people and the coast remain steadfast. Unaona hapo, Uh, Abdul Somad Sherif anasema kwamba aliwe, waliweza kuwahutubia wafuasi wa chama cha ODM, alafu akasema kwamba wanajitayarisha kwa mikutano eneo la pwani, alafu akaeleza kwamba hawawezi wakaruhusu vitisho ndani ya chama cha ODM. Sasa nashangaa vitisho gani. Sio wao ndio wanataka kuuza chama? Sasa nashangaa vitisho kutoka kwa kina nani? akaeleza kwamba nguvu ya chama cha ODM ipo kwa wananchi. Hatujakataa hata ule upande mwingine ambao unaendeshwa na Edwin Sifuna na wao na wanasema kwamba nguvu ya chama cha ODM ipo kwa wananchi, wala ambao wanasema one time. Sasa ninakuomba uweze kuangalia picha hii. Hiyo picha unaona kitu gani? Au ni kitu gani cha kwanza ambacho kinakukujia kwenye akili yako unapoiona hiyo picha? Wananchi ambao walipewa kofia au kipenda chepeo za ODM, wengine walikuwa wamenyosha vidole one time. angalia hapo. Mm, unajua katika taifa letu la Kenya kidole kimoja kinamaanisha one time kwa rais William Ruto, vidole viwili vinamaanisha two time. na hichi ndicho kile kikosi ambacho kinampigia William Ruto kampeni aweza kuchaguliwa Oburu Odinga, Abdulswamad Sherif Simbarati na wengine wanampigia William Ruto kampeni aweza kuchaguliwa. Lakini unaona wananchi ambao waliweza kumlaki huyu uh, Dr. Oburu wote wamenyosha vidole juu ya hewa, wengine wamenyosha one time. Sio mimi nimesema bwana, wamenyosha one time. Alafu ukijaribu kuangalia hiyo picha kwa undani Angle, unajua sisi wanahabari, kipindi ambapo tulikuwa shuleni tunasomea haya masuala ya uanahabari, tulifundishwa mambo mengi. Kuna angles mbalimbali mbali ambazo unaweza ukapiga picha nazo. Ukiangalia hii angle ambayo hizi picha ziliweza kupigwa, inaashiria kwamba watu hawakukuwa wengi, watu ambao walikuwa hapa ambao gavana wa kaunti ya Mombasa anasema eti kwamba walikuwa wanazungumzia hata wangepita 30. Hawa ambao mbao anasema eti kwamba waliweza kuwazungumzia na ndio maana wakaweza ku crop hiyo picha ili sije kalete embarrassment kwamba walikuwa wanazungumza na watu wachache. Picha ya pili, angalia ndio hiyo. Yani, waka crop tu waka, waka, wakaangazia waka wananchi. Tumezoea ODM ilikuwa inapiga picha kutoka kwa umbali, tunaona umati mwingi wa wananchi. Mliona kama ile grupu ya kina Edwin Sifuna kipindi ambapo waliweza kuandaa mkutano upande wa Busia, walipiga picha wakiwa wametandaza uwanja mzima, ukaonekana wananchi ambao walikuwa wamefika pale maelfu. Lakini ukiangalia hapa, wamepiga picha wakiwa wameinua kamera kwenda juu wakiwa wamefocus viongozi ambao walikuwa wanazungumza peke yake, hawataki kutuonyesha umati ambao gavana Ahmed, ama gavana Nasir anasema kwamba walikuwa wanazungumza na wao. Na ile picha ya kwanza, niliwaambia wananchi walikuwa wamefanya kidole kimoja hivi, hiyo inaashiria nini? Na nimeona gavana Swamada amesema kwamba nguvu ya chama cha ODM ipo kwa wananchi. Wananchi ndio wanaamua. Sasa hii nguvu ya wananchi hu, wow, ukisoma hiyo picha inasema nini? Nguvu ya wananchi inasema ni one term. Sasa hawa viongozi wa chama cha ODM ambao wanasema kwamba Ruto ni two term, wao wanatoa nguvu wapi kipindi ambapo kwa ground wananchi wanasema one term? tujaribu ku kubadilishana mawazo tujaribu kubadilishana mawazo. Hii inaashiria ashiria nini, mpenzi mtazamaji? Hii inaashiria kwamba kwa ground wananchi wapo team one time. Team one time, na nimekueleza kwamba watu wawili watatu hapo wane watano walikuwa na tishiti za ODM na makofia halafu wengine wakasema kwamba anything, anything with branded caps and t-shirts is nothing but business people. Unaona, na ni ukweli unaona, hao ambao wamevalia nguo za ODM na kofia wenye walikuwa na laki Oburu, hao watu 30 wenye Abdul Somad anatuambia kwamba alikuwa anahutubia, hao wamelipwa kufanya nini? Kwenda kum kum welcome. Ingekuwa ni Raila hata ungeona mashati, Raila angeita mkutano ama angefika hata bila mashati kuonekana. Kwa nini? Watu walikuwa nakuja tu kwa sababu Raila alikuwa na msimamo, lakini hii ODM ya sasa hivi imeuzwa kuelekea kwa bwana Ruto. ODM ambayo ni original ni akina Disifuna akina babu Wino akina Kalep Hamisi akina Orengo. Hiyo ndio ODM imara, hiyo ndio ODM imara. Hiyo ODM wasipochunga na wasiposikiliza jinsi ambavyo wananchi wanataka, basi hiyo itakuwa ita, ita, ita, ita splitted into four parts. Hawa watu wawili watatu wenye walienda kumwelcome Oburu wakiwa na mashati walikuwa wapi? branded t-shirts at outside airport <laughs> the crowds are hidden nowadays. They are disappearing at the rate equivalent to ODM splitting. Ndio nimekueleza kwamba ukiona angle ya hizo picha jinsi ambavyo walikuwa wamepiga wame, wanaficha kuna kitu ambacho walikuwa wameficha hapo, hawataki kuonyesha watu kwamba watu hawakukuwa wengi. Watu wamechoka na jinsi ambavyo akina Uburu si mbarati akina Abdul Swamad akina Joho wanauza hichi chama ODM. Halisi ni ya akina Edwin Sifuna, ambaye wanataka kung'oa kama secretary general. Wasipochunga, ODM itakataliwa na hakuna kitu ambacho Wakenya watafanya. ODM ambayo ilikuwa inajulikana kama ya kutetea wananchi, sasa hivi ni biashara ya William Ruto.